Sasa leo katika safari yetu ya hekima tunaanza safari kwenye mfululizo wa matukio ya kusisimua sana katika maisha na huduma ya Mtume Paulo. Na sasa tuko katika Matendo sura ya 25 na 26. Na Paulo yuko karibu kusimama eh, kwenye kesi mbele ya watu wawili wenye ushawishi mkubwa sana katika sehemu hii ya dunia. Hii itakuwa ukumbusho kwamba nyuma ya kiti cha enzi cha watawala wa kibinadamu kuna kiti cha enzi cha ukuu wa Mungu Mwenyezi. Sasa mtu wa kwanza ni Gavana Festo ambaye anawasili Kaisaria kama mrithi wa Gavana Feliksi na karibu mara tu baada ya kufungua mizigo yake na eh, kuanzisha ofisi yake rasmi na kutundika vyeti vyake ukutani, Festo anasafiri maili 55 kusini kwenda mji wa Yerusalemu. Mwisho wa siku anasikia kutoka kwa viongozi wa kidini ambao wanadai kwamba mtume Paulo aletwe kutoka Kaisaria kuja Yerusalemu ili kushtakiwa na sura ya ishirini na tano hapa inatujulisha. Ingawa katika mstari wa tatu inasema walikuwa wanapanga mtego wa kumua Paulo njiani, basi Mungu anagusa moyo wa gavana kukataa ombi hilo. Festo anawaambia hawa viongozi wa kidini kwamba kama wanataka kuleta mashtaka rasmi dhidi ya Paulo basi wanaweza tu kuja hadi Kaisaria ea, ambako anataka akae na mara Festo anaporudi Kaisaria, sasa anasikiliza mwenyewe mashtaka dhidi ya Paulo, na na kisha atasikiliza utetezi wa Paulo. Baadaye atakiri kwamba hakupata chochote kinachostahili adhabu, kwamba hii ni tu ni mzozo wa kidini kuhusu ufufuo wa Yesu. Na mistari ya kumi na nane eh, na kumi na tisa inaeleza yote hayo kwetu. Sasa basi, hapa nyuma kwenye mstari wa tisa tunasoma. Festo akitaka kuwapendeza Wayahudi akamwambia Paulo, je, wataka kwenda Yerusalemu na huko kuhukumiwa kwa mashtaka haya mbele yangu? Yeye ni yeye ni mwanasiasa mjanja sana. Anajua Paulo hajafanya chochote kisicho halali, lakini anataka kiwango chake cha kukubalika kiongezeke, tena kama vile wengine wote walio madarakani. Ataki kuwakasirisha viongozi wa Kiyahudi mwanzoni mwa utawala wake na alikuwa tu amemaliza kuning'iniza picha zote za sanaa kwenye kuta za ofisi yake. Akaweka picha za familia juu ya dawati lake. Ataki kutupiwa nyanya mbovu mapema hivi akiwa ofisini. Kwa hiyo anamsogezea Paulo wazo kwa urahisi tu kwamba labda tungehamishia jambo hili la kidini Yerusalemu. Sasa Paulo anajua kwamba hilo lingekuwa hukumu ya kifo kwake. Anajua kwamba Sanhedrini hawatabadilisha mawazo yao, na tayari anajua kuna njama za kumvizia na kumua. Gavana Festus hawezi kumpa ulinzi dhidi ya wauaji hawa wa kukodiwa. Kwa hiyo, hapa kwenye mstari wa kumi na moja Paulo anamwambia tu Gavana Festus, nakata rufaa kwa Kaisari. Unaona, kama raia wa Kirumi Paulo ana haki ya kukata rufaa ya kesi yake moja kwa moja kwa mfalme. Sasa, maana ya hii ni kwamba kesi ya sasa itakoma mara moja, kwamba Paulo hivi karibuni atatumwa Rumi kwa ajili ya kesi na hukumu ya mwisho. Lakini usikose hii hapa. Bwana anaelekeza matukio haya ili ahadi yake kwa Paulo iweze kutimizwa. Ahadi aliyoitoa nyuma katika sura ya 23 ya Matendo katika mstari wa 11 ambapo Yesu alimwambia Paulo, "Kama ulivyoshuhudia mambo ya hakika juu yangu huko Yerusalemu, vivyo hivyo imekupasa kutoa ushahidi huko Rumi pia." Basi Paulo bado hajapumzika kwenye kiti cha moto. Watu wasiotarajiwa wanawasili Kaisaria. Mfalme Herode Agripa wa pili na dada yake Bernike. Sasa huyu mfalme ni mwana wa Herode Agripa wa kwanza. Huyo ndiye mfalme aliyemua mtume Yakobo nyuma katika sura ya kumi na mbili. Kwa hiyo yeye ni mjukuu wa Herode Mkuu. Yule Herode aliwaua watoto wote wa Bethlehemu kwa lengo la kumua Masia. Basi Herode Agripa wa pili anatoka katika familia ambayo unaweza kusema shetani ameutumia kujaribu kumua Masihi na pia kuangamiza kanisa la mwanzo. Na na huyu hapa basi, ni kama baba yake tu, ni kama babu yake. Anachojali ni mamlaka na hadhi tu. Pia ni mtu asiye na maadili ni jambo linalojulikana wazi kwamba anaishi na dada yake Bernike katika uhusiano wa zinaa wa kindugu. Basi baada ya Agripa na Bernike kufika, Gavana Festo anawaeleza hapa, kuanzia mstari wa 13 hadi mstari wa 21, kila kitu kilichomtokea Paulo na Festo anaomba ushauri ndiyo atatimiza ombi la Paulo la kushtakiwa Roma, lakini Festo hana uhakika ni nini hasa aandike kwa mfalme kuhusu Paulo. Hivyo Agripa anajitolea kimsingi, akisema, sikiliza, niache niache nimsikilize Paulo kwanza, halafu nitakupa maoni yangu. Basi siku iliyofuata, mstari wa ishirini na tatu unasema Agripa na Banike waliingia kwa fahari kubwa na wakaingia ukumbi wa hadhira pamoja na makamanda wa jeshi na watu mashuhuri wa mji. Hawa wote ni watu wenye nguvu katika sehemu hii ya dunia. Hawa ndio watu maarufu, hawa ndio hawa ndio waheshimiwa wa dunia ya kisiasa na kijeshi. Lakini Paulo anajua nani hasa ndiye mwenye mamlaka hapa. Yaani, hawa wanaweza kuwa ndio watu muhimu wote, watawala, lakini Mungu anawazidi hata watawala. Mungu ndiye mwenye mamlaka hapa. Na kwa hayo sasa, tunaingia kwenye Matendo sura ya ishirini na sita, na hapa ndipo Paulo anatoa utetezi wake. Anaanza kama kawaida, akitoa ushuhuda wake mwenyewe, na anaelezea maisha yake ya zamani. Anasema hapa katika mstari wa tano kwa mujibu wa dhehebu kali kabisa la dini yetu nimeishi kama farisayo. Paulo anasema kwa maneno mengine, nimefuata sheria, nimeamini maandiko yanayofundisha kuhusu ufufuo wa wafu, kwa hiyo shtaka kuu dhidi yangu ni la uongo. Kisha Paulo anaendelea kusimulia hapa jinsi alivyowatesa wafuasi wa Yesu. Katika mstari wa 11 anasema niliwaadhibu, mara nyingi katika masinagogi yote, niliwatesa hata hadi kwenye miji ya kigeni. Lakini pamoja na hayo, hapa katika mistari ya 12 ondoa 18 na Paulo tena anaelezea uongofu wake wa kushangaza alipokuwa njiani kuelekea Damasko. Anarudia agizo alilopewa na Bwana, analitoa hilo hapa katika mstari wa 17. Bwana anasema ninakutuma kwa watu wa mataifa, ili uwafungue macho yao, wapate kugeuka kutoka gizani kuja nuruni na kutoka katika nguvu za shetani kumwelekea Mungu, ili wapate msamaha wa dhambi na sehemu miongoni mwa wale waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu. Hii ni, ni utetezi wa ajabu hapa, wapendwa. Paulo kwa kweli anawapa injili mfalme, dada yake na hadhira hii ya watu wenye ushawishi. Anasema sisi sote ni wenye dhambi, na kama tunataka kusamehewa kuna njia moja tu, hiyo ni kwa imani katika Yesu Kristo. Sasa Paulo anaendelea na utetezi wake, na na niambie, anahubiri mahubiri mazito kwa hadhira hii ya watu wenye nguvu. Anasema hapa katika mstari wa ishirini na mbili, sisemi chochote isipokuwa yale ambayo manabii na Musa walisema yatatokea, kwamba Kristo, yaani Masihi, ilimpasa kuteseka na kuwa wa kwanza kufufuka kutoka kwa wafu. Mkuu wa mkoa anamkatisha, anamkatisha katika mstari wa ishirini na nne akisema, Paulo, umerukwa na akili. Sasa sijapata mtu yeyote kukatiza mojawapo ya mahubiri yangu akipiga kelele kwamba nimerukwa na akili. Kwa kawaida wao ni wema vya kutosha kusubiri hadi baada ya mahubiri. Vema, Paulo anapinga hapa katika mstari wa ishirini na tano kwamba anazungumza maneno ya kweli na ya busara, kisha anaonyesha imani yake kwamba Agripa, ambaye ana uelewa mkubwa kuhusu Uyahudi, anaelewa kwamba ujumbe wake unalingana na maandiko. Hapa katika mstari wa 27, Paulo anamkabili mfalme moja kwa moja akisema, Mfalme Agripa, unaamini manabii? Najua kwamba unaamini. Kimsingi, Paulo anamwambia, ninajua unawaheshimu manabii na manabii walizungumza juu ya kuja kwa Masihi huyu. Amenibadilisha maisha yangu. Anaweza kubadilisha maisha yako pia. Agripa anajibu hapa katika mstari wa 28, kwa muda mfupi unataka kunishawishi niwe Mkristo. Sasa baadhi ya watu huchukulia jibu la Agripa kama ishara kwamba Paulo karibu amefanikiwa kumshawishi amfuate Kristo. Ninaamini kwamba kwa kweli anasema jambo la kejeli, kitu kama Paulo, kweli unafikiri kwamba kwa muda mfupi hivi unaweza kunishawishi niwe Mkristo? Basi kwa hayo, kikao hiki kinaisha na hapa katika mistari ya mwisho ya sura ya 26, Agripa na Festo wanakubaliana kwa faraga kwamba Paulo hana hatia. Paulo anapaswa kuachiliwa. Lakini kwa kuwa ameomba kesi yake isikilizwe na Kaisari, basi wanalazimika kumtuma kwa Kaisari kule katika mji mkuu wa Roma. Tena niwaambie wapendwa, mfano wa Paulo hapa unastahili kuigwa. Paulo haogopi fahari na mazingira yote ya watu hawa wenye nguvu. Anajua yeye ni wa mfalme wa utukufu mwenye nguvu zote. Hivyo anatangaza ukweli kwa ujasiri na uthabiti, na ukweli huo unajumuisha kwamba Yesu yu hai. Na kwa njia, Paulo hakufanya kitu kingine zaidi ya kile ambacho wewe na mimi tunafanya leo, au tunaweza kufanya leo